zilizojaa mapenzi ya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, zilizojaa mapenzi ya tauhid na sunna. <coughs> Nyuso hizi ni nyuso ambazo wengi wanazitamani wazione. Wengi wanatamani wakusanyike katika kheri kama hii, lakini hawawezi imma, kwa sababu hawana wa kuwaongoza wa kuwaonyesha sunna ni ipi na bida ni ipi, kheri ni ipi na shari ni ipi, imma kwa sababu ya mazingira yao ya kukosa usalama na amani.

Uh, Yesu kwamba iko ziara ikitokea katika jiji la Dar es Salaam, lengo ni moja tu, kufidishana yale akhiri, kupeana na faida. Mimi nitapata faida nanyi mtapata faida, tunafidishana yale akhiri na hayo ndio makusudio ya dini yetu ya Kiislamu. Makusudio ya dini yetu ya Kiislamu ni watu kuzinduana hizi nufus, nafsi hizi zikiachwa zinalala, zinapata usingizi, hazichangamki. Zitachangamka tu pale zitakapozinduliwa.

Kwa hiyo nafsi hizi zinachangamshwa zinazunduliwa pale ambapo zinakumbushwa, na zikiachwa zinalala, tunaweza tukarudi tunakotoka ikiwa nafsi zetu zitalazwa na kuachwa na kutokumbushwa. Miji hii ya kusini ni miji yenye maduati ambao wanafundisha ilmu. Nyinyi ni watu ambao mnasikia ilmu na maalumat mara nyingi, kwa sababu kuna maduati, kuna mashaikh. Kwa hii ni fadhla kubwa, ndio maana hata sisi tukija hatupati tabu ya kuongea. Tunaweza tunaamua tuongee vipi kwa sababu wakati mwingine unaweza ukapata taabu ya kuongea kulingana na watu unaongea nao. Ufahamu wao kuhusu masala ya dini hawana kabisa, kwa hiyo unapata tabu kuanzia wapi. Lakini watu wanewala watu wameenu mengine wengi ni e watu ambao si wageni kabisa katika masail za ilmu na ndio maana nimeamua tupate fawaid katika kipindi hiki kifupi. Na hii ni huu ni utaratibu wa ahli ilmi katika majalisi zao, huamua kusoma baadhi ya vitu kupata ilmu, japo kuwa ni mhadhara, na ni njia katika njia za kunufaisha katika majalisi.

mawkifu ya muislam katika fitan, fitna mbalimbali. Vidhibiti vya kisheria vinavyodhibiti mawkifu ya muislamu katika fitan mbalimbali, vidhibiti ni vile ambavyo vinaweka utaratibu na msingi maalum kwamba zinazotokea fitan mbalimbali muislamu afanyeje? Kwa hiyo unakuwa ni msingi pale ambapo fitna yoyote inapotokea, mwislamu afanyeje? Kwa hiyo inakuwa ni msingi, unakuwa ni msingi unaotumika muda wote na sehemu yoyote ile. Ndiyo maana ya kuwa na dhawabith, na la budda la shaka kwamba dini ya Kiislamu kwa sababu imejengeka katika sheria, kwa hiyo kila kitu kimepangwa katika utaratibu maalum ikiwemo hizo dhawabith na tukisema ni fitan, fitan ni jamo ya fitna, fitan ni wingi wa fitan wa fitna, neno fitna na fitna na, ni kila fitna. Kuna fitna kwenye mali ni fitna, kuna fitna kwenye siasa ni fitna, kuna fitna kwenye kwenye mambo ya uchumi, yote ni fitna kuna fitna katika mitazamo ya da'wa kati ya ahlusunna na makundi yaliyopotea, skatokea makhawarij wakasababisha fitna. Mwagaji wa damu ni fitna, watu kupigana, watukupigana wenyewe kwa wenyewe na kuuana wenyewe kwa wenyewe ni fitna, wama ila dhalik. Kwa hiyo fitan, yani fitna nyingi ni jamu ya fitna. Sasa zinavyotokea fitna za aina yoyote, na leo hii tunaona fitna imekuwa kubwa, fitna ya mali, fitna ya mauaji, fitna ya ukosefu wa amani, fitna ya makundi potofu katika jamii, hizo zote ni fitna ambazo asili yake zinatokana na uchache wa elimu au kutofanyia kazi ilmu, ima kutokuwa na ilmu au ilmu ikawepo halafu isifanyiwe kazi. Ndio sababu ya kutokea fitani. Kwa hiyo, Shekh Saleh Alsheikh al ameweka misingi kwamba zinazotokea fitna, kuwa ufanye nini. Mara nyingi watu wanapenda kujiingiza katika mambo yasiyo wahusu, hususan mambo makubwa yanayohusu siasa za nchi za watu au siasa ya nchi yake, akaongea hili akaongea hili bila kuwa na ufahamu wote akaponda huyu, akamsema huyu. Wengine katika jamaatu munharifa wakaanza kuingiza sumu zao humo na kueneza itikadi zao batili. Na kupitia matukio kama haya, hadhihi fitna, hii ni fitna, Muislamu unahitajika uwe vipi katika kipindi hiki? Sheikh anasema kaida namba moja kabisa kabisa, zikidhihiri fitna za aina yoyote ile ile, kaida namba moja cha kwanza kabisa usikimbilie kuingia fitna au kuishabikia fitna au kuliongelea jambo hulijui, bali cha kwanza kabisa alaika birifqi wa taanni walhilmi nibula kwanza arrifqu wataanni walhilm wala tajal arrifqu maana yake ni ule upole uliendea jambo kwa utaratibu kwa upole wataanni na kutofanya haraka Kinyume chake ni ni alistijab. Kinyume chake ni kufanya ni kuwa na haraka, mtu akiwa na haraka, inavyotokea fitna ya aina yoyote maana yake hana rifq, hana urafiki, hana subra aina yote, hana upole wala hana huruma, kwa sababu ana haraka. Kwa hiyo matukio yanapotokea sawasawa, ya kisiasa au tetesi zinazoenezwa na aljamaatu munharifa, makundi yaliyopotea, tetesi yoyote itakayoenezwa na watu hawa Usikimbilie kuingia au ukaona mitandao ni kuna habari zinaenea, usikimbilie kuzichukua na kuzishabikia, khususan ikiwa ni habari kubwa ziko nje ya uwezo wako. Bali tulizana, kuwa mpole, kuwa mtaratibu. Haa ndio na maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kule tulisoma hadithi Aisha radhiallahu anha nha Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma kana rifqu fi shay'in illa zana rifq, haiwi katika kitu isipokuwa inakipamba upole na ulaini, katika kuliendea jambo unapamba lile jambo. Wala yunzau min shay'in illa shana, wala upole hauondoshwi katika kitu isipokuwa kile kitu kinakuwa ni kibaya. Kwa hiyo taamuli yako wewe katika maisha yako kuyaendea ya mambo kukiwa hakuna rifqi, basi wewe utaonekana mbaya, utaonekana wewe wakukurupuka tu. Ndio maana kuna watu wengine wanasifika kwa sifa ya kukurupuka, wakurupukaji katika jambo lolote hata katika maisha tu ya uchumi ya kibiashara ya kazi, wewe kama ni mtu wa kurupuka tu, hata katika mambo ya mauziano biashara, wewe kuna tetesi, tumepata tumepatana biashara bwana nzuri hapa, wewe ukakurupuka tu, kanunua bila kuangalia, bila kuwa na mchakato kuchunguza, basi siku zote utakuwa unaibiwa tu, au unauziwa malifeki au, au unatepeliwa na kadhalika. Lazima kwanza, na upole kwa sababu kuna watu wengine wana maneno, bwana anakujaza maneno wewe, huyo tayari kwa Muislamu, ataikani kuwa lelemama, bali nataka nawe mjanja. Imekuja katika hadithi sahihi katika sahihi Bukhari na nyinginezo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema In Allaha yuhibu rifqa fi al-amri kullihi, hakika Allah subhanahu wataala anapenda rifq. Maanake ni kujendea jambo kwa upole, taratibu kutofanya haraka. Anapenda hivyo katika mambo yote, katika mambo yote. Uwe na rifq, uwe na kiasi, usiingie kichwa mchunga kajiingiza kwa hiyo sio kila unayoona yameenezwa katika mitandao watu wanayalingania na kuyasema katika mitandao ukayachukua. Kuna baadhi ya watu wana maradhi hayo, kazi yake kupita kwenye mitandao. Mimi nasoma unasoma wewe mitandao kwa nani ajui? Kila anachoona alimradi kinaanza na bismillah, bismillahirrahmanirrahim eh, kwa jini somi nzuri takuwa ina

wa binti wa Kiislamu unataka kuolewa, atulizane, asipapariki mara huko mara huko, tapata mke mwema. Wa hakadha una biashara, una pesa zako, una msingi wa biashara, unataka kufanya biashara, tulizane, kaa kwanza, fikiria. Wa hakadha unataka kujua ilmu yako, unataka kujua dini yako, tulizane, tafuta ambaye ana amana katika dini yako, ni mwaminifu kwenye dini yako, akufundishe dini iliyokuwa sahihi. Wa hakadha kwenye maisha yako yote wala takun ghadban, usiwe mwepesa wa kukasirika, ukawa wewe unakurupuka na maasira. Wala takun ghaira mutarafiki, usiwe ni mtu ambaye si mwenye rifqi katika mambo fa inna rifqa lan tandama ba'dahu abada, ukiwa na rifqi katika mambo yako hutojuta baada yake abadan. Huwezi ukajuta mtu yoyote ambaye huwa na rifqi katika mambo yake hawezi akajuta. Siku zote wanaojuta ni wale wanaokurupuka, ndio wale majuto mjukuu, kwa sababu kasikia papa papa, hapo hapo. Hey, kweli. Na kuna watu wengine hata wanafungwa. Unaweza kumkuta mtu kafungwa kabisa, kwa sababu gani? Kwa sababu kakurupukia jambo, halijui limeanza wapi, limetokea wapi, pikalikurupukia matokeo yake likaja likamgeukia, au akajikuta ameingia kwenye makosa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi anasema, min husni islami lmari tarkuhu malayani, katika ubora uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuwacha yale yasiyomhusu. Jambo halikuhusu unaliparamia tu pa, na kuanza kulijadili kulipanga, kuliweka hivi mara hivi, kuwahukumu watu katika maisha yao, wa maa ila dhalik, mara unamsengenya huyu, mara unamsema huyu, hatimaye asababisha watu magomvi kati ya watu, unaparaganisha watu. Ndio maana Allah subhanahu subhana wa ta'ala akaharamisha ghiba, watu kusengenyana, wala yaftab ba'dukum bada, wala msisengenyane, kwa sababu kwa sababu kuna athari kubwa, athari yake ni kubwa. Mwislam ajiepushe na mambo haya ambayo anamletea sifa mbaya.